Chadema wameandamana kwenda kwa RPC wanamsaka Mdude Nyagali porini, mwanaharakati na kada wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Muhtasari, hatua ya kutuma wawakilishi katika ofisi ya RPC imelenga kufuatilia madai mawili muhimu: mosi, kushinikiza utekelezaji wa makubaliano ya awali ya kushirikiana na jeshi la polisi katika kumtafuta Mdude. Pili, kutaka kufahamu kama kuna watu wanaoshikiliwa kuhusiana na tukio hilo. Mbeya. Wakati jeshi la polisi likiendelea na uchunguzi wa kupotea kwa mwanaharakati na kada wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Mdude Nyagali, viongozi na wafuasi wa chama hicho mkoa wa Mbeya wameanzisha jitihada za kumtafuta katika maeneo ya porini. Msako huo umeanza baada ya viongozi sita wa Chadema wakiwa na wafuasi 58 na kuandamana siku ya mchana Jumamosi, Mei 3 mwaka huu wa 2025 hadi ofisi ya kamanda wa polisi wa mkoa wa Mbeya wakitaka kupata taarifa kuhusu mambo mawili. Mambo hayo ni kwanza, hatua zilizofikiwa katika uchunguzi wa tukio la kupotea kwa Mdude Nyagali na pili, kufuatilia makubaliano yao ya awali ya kushirikiana na jeshi la polisi katika juhudi za kumtafuta. Akizungumza na Mwananchi Digital kwa njia ya simu siku ya Jumamosi, Mei 3 mwaka huu wa 2025, katibu wa CHADEMA mkoa wa Mbeya Hamadi Mbeyale alisema kuwa kutokana na ukimya uliokuwepo kuhusu kupotea kwa Mdude Nyagali siku hiyo, baadhi ya viongozi na wafuasi hamsini na nane wa chama hicho walilazimika kuandamana hadi ofisi ya kamanda wa polisi wa mkoa wa Mbeya. Tumeenda na madai mawili, la kwanza ni kuhusu makubaliano yetu na jeshi la polisi tuliofikia siku ya Mei mbili mwaka huu wa 2025 ya kushirikiana katika kumtafuta kamanda wetu Mdude hasa walipokuwa eneo la tukio. Hata hivyo, hadi leo asubuhi hakuna dalili yoyote ya ushirikiano wala harakati zozote kutoka kwa polisi, alisema Mbeyale. Aliongeza kuwa lengo la maandamano hayo ni kufuatilia hatima ya kupatikana kwa kada huyo pamoja na kupata uhakika wa usalama wao binafsi katika harakati wanazoendelea nazo kwa sasa. Tunahitaji kujua hatima yetu. Tumeamua kuwaeleza wanachama wetu kuwa umefika wakati ambapo mtu anapojitambulisha kuwa ni askari polisi, wasitoe ushirikiano moja kwa moja, bali wawachukulie kama watuhumiwa hadi pale itakapothibitika vinginevyo, alisema Mbeyale. Hata hivyo alisema wanatambua na kushukuru juhudi za jeshi la polisi hususan kupitia kwa kamanda wa polisi wa mkoa kwa kueleza kuwa uchunguzi wa kumtafuta Mdude Nyagali bado unaendelea. Chadema wanamsaka Mdude Nyagali porini, amesema wanachama na viongozi wa majimbo wameamua kuingia maporini kwa ajili ya kumsaka Mdude Nyagali, awe hai au amekufa. Kwa sasa tupo eneo la Mlima Nyoka, barabara kuu ya kuelekea jijini Dar es Salaam, kwani mke wake na wazazi wake wame wametufuata hapa kama viongozi, wakihitaji kujua hatima ya mtoto wao. Pia wanasubiri kauli rasmi kutoka kwa jeshi la polisi kuhusu hatua zinazofuata, alisema Mbeyale. Awali jeshi la polisi mkoani Mbeya lilisema linaendelea na uchunguzi wa kina kuhusu kutekwa na kupotea kwa Nyagali, huku mke wake akiomba serikali kuingilia kati kumtafuta mumewe. Tukio hilo linadaiwa kutokea usiku wa kuamkia Mei 2 mwaka huu wa 2025 saa 8 kamili usiku, nyumbani kwao eneo la Iwambi jijini Mbeya, ambapo watu wasiojulikana walivamia nyumba ya Nyagali kuvunja mlango na kumchukua kwa nguvu kabla ya kutoweka naye. Akizungumza na mwananchi digital siku ya asubuhi Jumamosi Mei 3 mwaka huu wa 2025, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Benjamin Kuzaga alisema uchunguzi unaendelea, akibainisha kuwa kikosi kazi maalum kikiongozwa na mkuu wa upelelezi wa mkoa RCO kinafanyia kazi tukio hilo. Tunaendelea na uchunguzi, naomba wananchi watulie na washirikiane na jeshi la polisi kwa kutoa taarifa zinazosaidia kufanikisha kupatikana kwa Mdude Nyagali na kuwabaini waliomteka, alisema Kamanda Kuzaga. Awali, taarifa zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii zilidai kuwa waliomchukua Nyagali walijitambulisha kuwa ni askari polisi, madai ambayo kamanda Kuzaga alikanusha. Mei mbili mwaka huu wa 2025, mke wa Mdude Nyagali ametoa kilio. Mke wa Nyagali si Jembugi mwenye umri wa miaka 31 amesema anaishi kwa hofu kubwa tangu mumewe alipotoweka na kuomba serikali na vyombo vya usalama kuhakikisha anapatikana akiwa salama. Naomba nisaidie mume wangu apatikane akiwa hai au hata kama amekosea basi angefikishwa kwenye vyombo vya sheria, si kuchukuliwa kimya kimya. Hili linaniumiza sana, amesema Mbugi kwa masikitiko. Taarifa za hivi punde siku ya leo tarehe 4 Mei mwaka huu wa 2025 zinasema Jeshi la polisi nchini limeanzisha uchunguzi rasmi kufuatia tuhuma nzito zilizotolewa kwenye mitandao ya kijamii dhidi ya askari wake wawili wanaodaiwa kuhusika na mazingira ya kutoweka kwa mwanaharakati Mdude Nyagali. Kwa mujibu wa taarifa za awali, mwananchi mmoja ambaye jina lake bado linafuatiliwa kwa uchunguzi alidai kuwa askari hao walimfuata na kumtaka kushiriki kwenye shughuli za kijasusi kwa ahadi ya malipo ya kifedha. Tuhuma hizo zimezua mjadala mpana miongoni mwa wananchi na wanaharakati wa haki za binadamu wakitaka ukweli wa suala hilo kuwekwa wazi. Taarifa kutoka makao makuu ya polisi zimeeleza kuwa tayari kikosi kazi maalum kutoka ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI kimepelekwa katika mkoa wa Mbeya ambako sakata hilo linadaiwa kutokea ili kufanya uchunguzi wa kina. Wakati uchunguzi unaendelea, tunatoa rai kwa wananchi wote wenye taarifa muhimu kuhusu tukio hili kushirikiana na jeshi la polisi ili kusaidia kufanikisha upatikanaji wa ukweli, imesema sehemu ya taarifa iliyotolewa na msemaji wa jeshi hilo David Misime. Mdude Nyagali anayefahamika kwa sauti yake ya ukosoaji dhidi ya viongozi wa serikali kupitia mitandao ya kijamii amewahi kuripotiwa kushikiliwa na vyombo vya dola katika nyakati tofauti. Tukio hili jipya limezusha maswali kuhusu usalama wa wanaharakati nchini na nafasi ya vyombo vya dola katika kulinda haki za kikatiba. Mpaka sasa bado haijafahamika rasmi mahali alipo Mdude wala hali yake, jambo linaloendelea kuzua hofu na wasiwasi kwa familia yake na jamii ya watetezi wa haki za binadamu. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tunaisogeza kwako mpenzi ya mtazamaji na mfatiliaji wetu, ili kusudi nawe pia upate kufahamu na kujua